Lugha kwamba siasa ni mchezo mchafu tuache. Alafu unasemaje siasa ni mchezo mchafu? Siasa mchezo msafi. Kwa sababu siasa ndio inamtoa rais. Rais ndio Amiri Jeshi Mkuu. Hawi rais mpaka apite kwenye nini? Kwenye siasa inakuwaje mchezo mchafu? Siasa inazungumzia maslahi ya watu. Ni maneno wa viongozi wa dini, msijadili siasa. We, tusijadili siasa. Siasa ndio inamleta waziri, aitwa waziri wa mambo ya ndani anasimamia majeshi ya polisi nini ni, kila kitu siasa hayo. Waziri wa mambo ya ndani mpaka apite kwenye nini? Kwenye siasa. Maana yake lazima awe mbunge, ndio anateuliwa kuwa nani? Rais watakutudanganya sisi. Hawi mbunge, hawi waziri wa mambo ya ndani mpaka awe mbunge. Akiwa mbunge ndio anateuliwa kuwa waziri. Siasa ndio inaleta waziri wa maji, siasa ndio inaleta waziri wa nishati, siasa ndio inaleta waziri wa kila kitu. Kwa siasa ni maisha. Unahitaji mchezo mchafu, ni mchezo msafi. Ila sisi viongozi wa dini tumehusiwa sana tunapoambia tusichanganye, haina maana kuisemea au kushauri au kuelekeza. Tusichanganye, kwa sababu sisi tuna wanachama wa vyama vyote, ni waumini wetu. Baba Askofu Sekelo anao Chadema, anao CCM, anao CUF, anao ACT, hata kile cha ubwabu anao. Sheikh Kabeke anao Chadema, anao CCM, anao kafu, anao ACT. Sasa wewe kiongozi wa dini ukitokea ukaonyesha huko upande fulani, tafsiri yako wewe umewagawa waumini wako. Kwa hiyo usichanganye katika sura hii. Lakini sio kutoa maoni na kuwataka jamani, eh, hey, uh-huh, utu. Tunapokwenda kwenye chaguzi hizi, utu, utu kwa viongozi wa dini, kwa sababu wakati mwingine huu mtego unatuingia hata sisi. Viongozi wa dini najikuta nyenye wameanza kushambuliana. Mara waraka umetoka. Sijua wa baraza fulani Qurani inatutaka tuchunge thamani ya mtu, mtu aheshimiwe kwa namna yote alivyo. Ni sisi katika Uislamu hata kwenye ya mwanadamu, ndiyo maana sisi katika Uislamu hata kwenye masuala ya ikaanza. Mtume wetu Muhammad, mtume amekaa hivi, anaona jeneza linakuja, mtume akasimama. Aliposimama na masahaba, ukisikia masahaba wa baskofu, maana yake wanafunzi wa Mtume Muhammad E, wakamfuata ya Rasulullah mtume wa Mungu. Huyo ni jeneza linalopita, si la Muislamu, ni mtu asiyekuwa Muislamu. Kwa lugha nyingine, walikuwa wanamtaka asingesimama, kutoa heshima kwa yule mwili unaopita. Sikia majibu ya mtume wetu, anasema kwani huyo si mwanadamu? Ana imani nyingine, lakini je si mwanadamu? Sikufisimama kwa sababu ya dini yake nimesimama kwamba kiumbe kitukufu kilichoumbwa na Mungu kwa uweza wake na ufalme wake kimeyaga dunia, nasimama kukipa heshima, nacho si kingine ni ubinadamu. Kumbe ubinadamu una thamani kubwa. Tunawashuhudia wale wanasiasa wanatukana, wana mpaka wanasiasa wazao waliokufa. Sisi katika Uislamu mtu akishakufa mnafunga faili lake mnatakiwa mtaje mema yake, msitaje mabaya yake. Babaskofu kupendeza, chukua hiyo. Tunaambiwa ukuru mahasi na mautak, ukiweza andika babaskofu, wanapenda sana kuchukua hiyo vitu. Tajeni mema ya mauti wenu wakufu ama siwahu, yaficheni yasiyokuwa hayo. Mnayataja ya nini? kishaondoka huyu. Lakini kuna baadhi ya wanasiasa wanaweza kutaja hata mapungufu ya maiti anaathiriwa tumesahau, kama ni mwanadamu.